Haikuwa kazi nyepesi kwa halmashauri ya wilaya ya Magu mkoani Mwanza, imetumika zaidi ya miaka kumi na tatu kuweza kukamilisha ujenzi wa jengo la ofisi za mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya wilaya ya Magu. Kazi hii kubwa ambayo imechagizwa na jitihada za mheshimiwa Boniventura Destery Kiswaga mbunge wa jimbo la Magu kuendelea kuikumbusha serikali wajibu wake wa kuhakikisha kwamba watumishi wa halmashauri ya wilaya ya Magu wanapata jengo lenye hadhi ambalo litaweza kusaidia na kuboresha shughuli za utendaji na utoaji huduma kwa wananchi. Hatimaye baada ya miaka kumi na tatu, mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya wilaya ya Magu Mheshimiwa Muhammad Ramadhani Tandu amezungumzia mafanikio makubwa na faida za mradi huu wa ujenzi wa ofisi mpya za halmashauri ya wilaya ya Magu ambazo zinawezesha kukusanya pamoja idara zote za halmashauri na kuweza kurahisisha kuwahudumia wananchi. Uh, katika halmashauri yetu ya wilaya ya Magu tumekuwa tukipokea fedha nyingi sana za maendeleo pamoja na utoaji wa huduma kwa wananchi chimbuko la fedha hizi zote ni kutoka kwa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Dr. Samia Suluhu Hassan uh, ambaye amekuwa akijitahidi kwa namna ambavyo fedha natafuta, fedha anazishusha huku kwetu kama wakurugenzi na kuzisimamia, fedha hizi zinakwenda kwa miradi mbalimbali uh, pamoja na fedha zingine za utoaji wa huduma kwa wananchi uh, lakini fedha hizi zimekuwa pia zikisemewa sana na mheshimiwa mbunge wetu wa jimbo, mheshimiwa Boniventura Kiswaga. <coughs> Mheshimiwa mbunge anahudhuria vikao vyote, kwa hiyo anakuwa anajua changamoto hizi na kuzipeleka huko kwenye mamlaka zingine kwa ajili ya kuomba fedha kwa mbalimbali. Kwa kwanza hatuna budi ya kumshukuru sana mheshimiwa rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania kwa kazi kubwa ambayo anaifanya ya kuhakikisha kwamba fedha zinashuka na huduma kwa wananchi zinaendelea kutolewa vizuri, lakini pia lazima tumshukuru mheshimiwa mbunge wetu wa jimbo Mheshimiwa Boniventura Kiswaga kwa jitihada zake kubwa za kuhakikisha anazisemea a, changamoto za wananchi na fedha zinaendelea kuletwa na utekelezaji. Mheshimiwa Naibu Spika, pale Magu tunalo jengo la halmashauri ambalo limekaa kwa muda mrefu sana. Naibu Waziri, umelitembelea na ulienda na kamati yako ya yeah, tamsemi kwa kweli, ni jengo zuri, likikamilika watumishi wetu watatoa huduma inayostahili kwa wananchi, lakini tumekuwa tukipewa fedha kidogo kidogo sana na bahati mbaya tumewaweka wakandarasi Suma JKT, nao fedha zikiisha wanasimama. Lakini Mheshimiwa Naibu Spika, kwa nini Serikali isitoe fedha ili jengo hili likamilike na tunahitaji bilioni mbili pointi tisa tu, jengo hili linakamilika. Niombe sana sana mheshimiwa waziri Mchengerwa, ebu toa fedha, kuliko kuwa na jengo ambalo limemaliza miaka zaidi ya kumi na mbili lipo, halitoi huduma kwa wananchi. Sasa hata ukiangalia value for money inakosekana, sasa thamani ya fedha inakosekana kwa sababu jengo hili limekaa kwa muda mrefu sana. Tupatie bilioni mbili pointi tisa ili tuweze kukamilisha jengo hili na halmashauri ihamie hapo watumishi wetu waweze kutekeleza majukumu vizuri. Sambamba na hilo, ni washukuru viongozi wengine wote wakiwemo waheshimiwa wabunge wa halmashauri hii ya Magu, viongozi mbalimbali wa kiserikali na wana mchango mkubwa kwenye hili. Nikijaribu kuangalia suala la utoaji wa huduma, chanzo chake cha kwanza kabisa kwenye halmashauri yetu ilikuwa ni sehemu ya makao makuu ya halmashauri ya wilaya ya Magu. Makao makuu ya halmashauri yalikuwa ndani ya jengo la mheshimiwa mkuu wa wilaya ya Magu, na katika hilo jengo kuna baadhi ya ofisi ambazo zilikuwa kwenye jengo moja na kuna ofisi zingine ambazo zilikuwa nje ya jengo hilo. o mathalan, katika jengo ambalo tulipata ofisi kutoka kwenye jengo la ofisi ya mkuu wa wilaya ya Magu, kuna idara kama idara ya elimu msingi, idara ya elimu sekondari, idara ya kilimo, idara ya afya, idara ya ardhi, idara ya ujenzi hizi uh, idara zote zilikuwa na ofisi zake nje ya lile jengo, kwa kulikuwa kuna adha kubwa sana inayopatikana kwa wananchi uh, pale anapofika kwa mkurugenzi alafu akaelekezwa labda aende idara ya elimu, anatembea tena umbali mrefu kumtafuta afisa elimu aliko, au akielekezwa aende kupata huduma idara ya kilimo, anatembea tena umbali kuitafuta idara hiyo. Au pale wanapohitajika hawa wataalamu ofisi ya mkurugenzi, ni lazima wakatize majukumu yao kutoka kwenye ofisi huko waliko ili waje makao makuu ya halmashauri pale kwa ajili ya kutekeleza changamoto za wananchi ambazo zinahitaji kutekelezwa. Baada ya hili halmashauri ya Magu iliamua kujenga jengo toka mwaka 2012, jengo zuri kabisa ambalo lingeweza kuweka ofisi zote katika eneo moja na sasa tunamshukuru sana mheshimiwa rais wetu, alitoa fedha na jengo linaendelea vizuri katika ujenzi wake. Tukiangalia hatua ya kutoka mwaka jana mwaka 2024 mpaka leo 2025, walau baadhi ya floor zimeshakamilika kwa maana ya sakafu na jengo tayari limeanza kutumika. Katika usanifu wake, jengo hili lilikuwa linahitaji bilioni 8.9 ili liweze kukamilisha ujenzi lakini mpaka sasa bilioni 7.2 tayari zilishaletwa, na mwaka huu wa fedha 2024 2025 tuna shilingi milioni 700 kwenye bajeti yetu, ambayo inaendelea kusukuma ujenzi wa jengo hili. Lakini kwenye bajeti inayokuja ya mwaka 2025 2026 tayari tumeshawekewa shilingi milioni 500 kwenye mapesio na ambazo zinategemewa sasa kwenda kukamilisha ujenzi wa jengo letu na liweze kutumika lote kwa asilimia mia moja. Kwa sasa tunavyozungumza, kwa maana wa mwezi wa 4 2025, jengo hili tayari kwa sakafu ya chini kwa maana first na ground floor na sakafu ya kwanza first floor, tayari zinatumika na ujenzi mdogo mdogo unaendelea sasa kwenye uh, sakafu ya pili ambayo ni second floor ya hili jengo, na baada ya hapo kazi za ndani ya jengo zitakuwa zimekwisha na kuelekea kwenye uh, hatua ya nje kwa maana ya kufanya landscaping pamoja labda kuweka paving na kuweka fence ya jengo. Uh, lakini sambamba na hilo, kwenye mwaka wa fedha 25 26 budget ambayo tunategemea itaanza mwezi Julai 2025. Tayari tumeshatengewa fedha kwa ajili ya furniture za hili jengo lote. Kwa kweli hii inaendelea kutia ari na moyo wa watumishi kutoa huduma lakini sambamba na hilo wananchi sasa wanapata huduma kwa urahisi sana kwa sababu wataalamu wote, idara zote na vitengo vyote ambavyo viko chini ya ofisi ya mkurugenzi mtendaji zote zinapatikana ndani ya jengo moja, na hii nikisema ndani ya jengo moja namaanisha mpaka ofisi ya mheshimiwa mbunge nayo iko ndani ya jengo moja. Kwa hiyo wananchi akifika hapa kwenye jengo la utawala Ilungu anaweza akakutana na wataalamu wote wa halmashauri kwa kila idara na kupata huduma ile anayostahili kupata kwa muda. Kwa kukamilika kwa hili jengo, ninaamini kutaendelea kuimarisha utoaji wa huduma kwa halmashauri yetu na kuongeza ufanisi kwa wananchi, kuonyesha kwamba changamoto zao zinatatuliwa kwa wakati. Lakini sambamba na hilo, naomba nilishukuru sana baraza langu na washuu wa madiwani Nilivoingianilivyoingia mwaka 2024 nilikuta jengo hili sana, lakini tulikana kuwekeana mipango kwamba kwa sasa jengo hili ni lazima ujenzi uharakishwe na lianze kutumika. Niliingiza kwenye vikao vya halmashauri kwamba tutakuwa na site meeting kila siku ya Ijumaa kuanzia asubuhi saa tatu ambapo pande zote tatu kwa maana ofisi ya mkurugenzi, ofisi ya mkandarasi, pamoja na ofisi ya mshauri kwa jengo tunakutana na kujadili, na kwa kweli ndani ya miezi tu kadhaa imefanikisha jengo hili kuanza kutumika. Naomba nilishukuru sana baraza la madiwani, kazi kubwa sana aa, na hata baraza lenyewe vikao vyake sasa vyote vinafanyika ndani ya hili hili jengo, tofauti nilivyo, maanzo, na ilivyokuwa mwanzo, tulikuwa tunalazimika kuomba ukumbi, aidha ukumbi wa chama au ukumbi wa sekondari kwa ajili ya kufanya vikao mbalimbali vya halmashauri, ardha hiyo kuanzia mwezi wa pili mwaka 2024 tayari imekwisha, vikao vyote vinafanyika ndani ya jengo. Lakini sambamba na hilo kwenye matumizi ya hili jengo imesaidia sana kuongeza na kusimamia nidhamu ya watumishi. Halmashauri ya Magu tuna saini kwa kidole, kwa maana ya biometric. Mwanzo wa watumishi walikuwa akifika kisaini, anaondoka kwenda kwenye majengo ambayo hayako kwenye eneo moja, kwa hata udhibiti wa watumishi ulikuwa ni mgumu lakini kwa sasa kwa sababu watumishi wote wako ndani ya eneo moja, mtumishi anaposaini pale mlangoni wakati wa kuingia basi anaenda kutulia kwenye ofisi yake, na anapotoka anapaswa kusaini kwa kwa kidole. Kwa hiyo hii imeongeza pia uwezo mkubwa wa halmashauri kuweza kusimamia watumishi wake na kuhakikisha kila mwananchi anapoelekezwa kwenda kwenye idara fulani na kuonana na mtaalamu fulani anapata huduma kadri ilivyostahili kwa sababu hapa watumishi wote na wataalamu wote wameelekezwa, anapokuja mwananchi ni lazima ndani ya siku tatu changamoto yake hiyo imeshatatuliwa na wananchi wote wanaelezwa, ukienda kwa afisa usipopata huduma inayokuridhisha, ina rudi ofisi ya mkurugenzi. Kwa sababu tuko kwenye jengo moja, maana yake anapata taarifa za kila wakati namna wananchi wanavyoendelea kuhudumiwa na wataalamu wa halmashauri hii. Nafurahi kuona hili jengo na halmashauri ya Magu jipya, maana zamani tulikuwa tuna jengo kule Magu mjini kule ambapo lile jengo la halmashauri ilikuwa idara idara zilikuwa tofauti, tofauti. Kwa hiyo kila idara ilikuwa na jengo lake, lakini tunashukuru sasa hivi lile jengo jipya hili idara zote ziko hapa hapa. Kwa hiyo hata mtu anapokuja kupata huduma labda kwa mfano amekuja kupata huduma katika idara ya kilimo atapata idara ya kilimo, lakini akiwa na shida tena idara nyingine labda elimu sekondari au elimu msingi ataipata hapa hapa ndani ya hili jengo tofauti na zamani alikuwa ya yani, akipata idara ya kilimo atatembea tena labda kilomita mbili au kilomita moja kwenda kupata tena idara nyingine huduma anayostahili hiyo hiyo. Sisi sisi wakazi wa Bugavu tunafarijika kwa sababu, kwanza huduma tunazipata kwa, kwa urahisi zaidi bila gharama. Unatoka Bugavu pale kwa miguu unafika hapa huduma yako unamalizia mapema unakwenda kufanya shughuli, kwa hiyo tumefarijika mno. Kwanza nadhani jengo hili lilikuwa limetuchelewesha kufanya mambo mengi. Kwa hiyo hapa, baada ya kupata jengo hili, pamoja na kwamba limechukua muda mrefu, lakini was, waswahili wanasema chelewa ufike katika kuthibitisha uwezo ya ya ya sita na nia ya serikali ya awamu ya inayoongozwa na mheshimiwa dr Samia Suluhu Hassan, rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania, kwamba imejipambanua kwa ajili ime ya kutatua kero na changamoto mbalimbali mbali ambazo zinalikabili taifa letu pamoja na jimbo la Magu, hatimaye halmashauri ya wilaya ya Magu imeweza kupata jengo la ofisi za kisasa na lenye ubora kama jengo la wizara. Baada ya miaka hamsini na moja kuwa bila ofisi, hatimaye halmashauri ya wilaya ya Magu sasa imeweza kupata jengo lenye ubora kabisa ambalo limegharimu shilingi bilioni. Nikilipoti kutoka hapa kwenye tumetekeleza, jimbo la Magu. Mimi ni Dominic Bubeshi wa Tuntume Media.